Sasa anakupisha na kupisha na wakati na na unapanga, ukiona hivyo haumpi vyote. Mimi kwangu anapata vyote, ndo maana anakuja kwangu. Sijui umenielewa menielewae, eh, dada. Hey, hey. Baba sinaga maneno mengi, afu mi sio mtu atantalila tena. Mkome kunitamama mesikia mimi si tu mama tu mshangazi, mmenielewa? Wewe ni kuwa makini tu na kumsikiliza anachokitaka na kufanya kazi yako kwa ufasaha, kwa sababu kazi inataka ujasiri na usiri. Mimi niko tayari kazi na... na... niko sio aina yoyote. Mimi niko tayari. Mimi sio mtu wa matukio, mimi wa... ni mtu wa matukio. taki gachu nyingi hizi staki hapa kazi, kazi, unavyotaka wewe mwenyewe unataka hivyo hivyo